kwa mheshimiwa rais ambayo imetolewa na wanawake wa Singida kwenda kwake. Naomba sana wanawake wa Singida, msibaki nyuma, njooni tuonyeshe kwamba tuko hapo kwa ajili ya wamasamia. Wanawake wa Singida oyee! Wakina mama wa mkoa wa Singida, wa Singida wanawiiwa kumpa mheshimiwa rais zawadi na hizi zinazoonekana hapa mbele yako ndio zawadi ambazo wameziandaa ili akafikishiwe mheshimiwa rais wetu. Napenda umma wa Tanzania ujue Singida sisi nasamia, sana, kasamia, kuwa, na Samia damda tunamwelewa sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, tunampenda sana, na zawadi kubwa tunayompa namba moja ni kumuombea siku zote, lakini mbali na kumuombea basi zawadi ndogo ndogo lazima ziwepo. Zawadi ambazo tunazipeleka leo kwa mheshimiwa rais zilizoandaliwa na wanawake wote wa mkoa wa Singida, zawadi namba moja ni vumbi la mkoa wa Singida. Hili ni vumbi la hali ya juu lenye hadhi ya juu kabisa ya nafasi ya urais, kutoka katika kijiji chetu cha Nyuki. Maomba ipike kwa Dokta Samia. Lakini zawadi ya tatu, tumemwona Dokta samia ni kiongozi Dokta samia ni amiri jeshi lakini Dokta Samia ni mama, anaingia jikoni, anapika, tumemuona kwa macho. Mama, tumekuletea mafuta bora kabisa, katoni kumi hizi oh, aendelee kupika k kwa Dkt. Samia anaturudisha wanawake wote wana jikoni <coughs> kwenye kazi yetu ya asili. Tunaomba ufikishie inayofuata, <coughs> ambayo ni zawadi ya nne. Zawadi hii jamani, ni ahadi. Zawadi hii tutembee nayo kwenye vifua vyetu, namba inavyosoma. Waga anaipata namba ya juu ni asilimia mia moja. Kwa hiyo muda ule ukifika, <coughs> pale kwenye kiboksi cha Dkt. Samia kitasoma ngapi? <coughs> wanawake wenzangu bawanaolifana anayafanya mengi mazuri, anaonekana duniani kote, na sisi Singida tumemwona, na leo tunampelekea salamu zuri sana tunampa tuzo ya heshima. Sisi watoto zake tunamwambia mama shikamoo, tunampa tuzo nzuri mno a Niseme nini? Tuseme nini kwa mama? DJ, tusaidie. DJ